B, bariki. Bi, bariki. Naomba tuseme bariki. Baraka kubwa inatoka kwa Mungu, baraka ndogo inatoka kwa watu. Baraka kubwa inatoka kwa Mungu, baraka ndogo inatoka kwa. Unaweza kutoa baraka kama mzazi. Neno baraka linatoka tunaliona kwa Kiingereza, lina maneno mawili. Kuna neno blessing, neno na neno benediction, yote yanamaanisha baraka. Lakini neno benediction linatokana na neno la Kilatini benedicere. Benedicere ni kusema vizuri, bene vizuri, dicere kusema, benedicere kusema vizuri, ndio tunapata neno benediction. kwa hiyo Kubariki ni kusema vizuri naomba mwambie jirani yako kubariki ni kusema vizuri, kubariki ni kusema vizuri. Ukisoma kitabu cha mwanzo sura 27 mstari wa 4. Mwanzo 27 mstari wa 4. Isaka alitaka kumbariki Esau, akamwambia, niandalie chakula kitamu namna ile niipendayo uniletee nile ili nafsi yangu ikubariki kabla ya kufa. <coughs> Ikubariki kabla ya kufa. Unajua, katika utamaduni wa Biblia Wayahudi waliamini kwamba kuna baraka kubwa inayotolewa dakika za lala salama, kwenye kitanda cha mauti. Kwa hiyo Esau akaambiwa hivyo, na mama yake akasikia. Kuta zina masikio, kuta zina masikio. Mama yake akasikia akamtonya Yakobo. Sasa Esau anarudi anakuta Yakobo ameisha chukua baraka ya mzaliwa wa kwanza. Sikia maneno ya Esau. Esau akamwambia baba yake, baraka ulionayo ni hiyo moja tu babangu, baraka ulionayo ni hiyo moja tu babangu. Isaka akakaa kimya. Na Esau akalia kwa sauti kubwa, yaani baba, una baraka moja! akalia akalia, lakini Isaka akampatia baraka ambayo sio kubwa kama aliyompatia Yakobo. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 27 mstari wa 39 hadi wa 40. Tazama, utakula mbali na unono wa nchi na kwa upanga wako utaishi, lakini itakapotokea, utakapokuwa na nguvu, utaovunja nira yako shingoni mwako. Akampatia baraka kwamba ipo siku nguvu yako itarudi tena, lakini utakula kwa mapambano. Chakula kwa mapambano. Kwa hiyo ni maisha ya mapambano na ukombozi wa baadaye. Naomba niwaambie, Mungu ana baraka. Mwambie jirani yako, Mungu ana baraka Lakini katika mkutano huu naomba kuwabariki watoto aya tunayosikia Isaka mariki, ya koko, anambariki Yakobo anambariki esa. Si swala la agano la kale, si swala la mambo yaliyopita, si swala la Wayahudi. Naomba na wa nyinyi na watu wa uswenu, wabarikini watoto. Nimesema kubariki ni kusema vizuri, kubariki ni kusifu, kubariki ni kumkubali mtu, kubariki ni kutia moyo. Mtoto anapopiga chafya, mbariki, mwambie kuwa uwe daktari, mwambie kuwa uwe nesi, kuwa uwe mwalimu, kuwa uwe mkulima mashuhuri, kuwa uwe mwanasiasa mashughuli mchamuu, mbariki. Ukiona anaelekea usista, mwambie kuwa uwe mtawa. Ukiona anaelekea upadri, mwambie kuwa uwe padri. Akipiga chafya, uwe na mazingira iliyojaa maneno mazuri kwa mtoto wako. Mbariki kwa maneno. Ntataja faida tatu za mzazi ya kwanza ni kumpa kinga ya kiroho. Baraka ni kinga. Usimchanje chale. Yaani kuna watu wanafikiri mtoto kchanja chale ni bima ya afya. Kuna bima ya afya ya taifa. napo mpaka mafuta ya wakati kumeni. Wakati tunaombatiza mtoto tunasema ikukinge nguvu ya Kristo, ikukinge nguvu ya Kristo. Yani ni kinga, kinga ya kiroho. na hakikisha pewa ine, usimchanje chale, kuharibu hata sura yake, kuharibu mwonekano wake, kuharibu mwili wake. Ipo siku ataolewa, mwanaume atamuuliza hizi chale za nini? Hizi chale mgongoni za nini? Atashangaa ameoa mtu wa namna gani? tare mgongoni tare kifuani tare mgongoni, kuna kimbe akyo bahara na kimbe. Tunasoma Mwanzo sura ya kumi na mbili mstari wa tatu nitambariki akubarikie, na atakaye kulahani nitamlahani. Mungu alimpatia kinga kai nitambariki na, na, na, na atakayekulaani mtoto. Kwa hiyo unapombariki mtoto unampatia kinga ya kiroho katika ulimwengu wa kiroho, dhidi ya uovu, dhidi ya shetani. Pili, kuandaa njia ya mafanikio ya mtoto kwa hiyo mbariki kabla ya matukio makubwa. Anaenda kufanya mtihani, sema maneno mazuri. Mithali sura ya kumi mstari wa ishirini na mbili, baraka ya Bwana hutajirisha, wala haiongezi huzuni. Naye muombe Mungu ambariki, baraka haiongezi huzuni. Mbariki kabla ya kuanza kazi, namwambie mtoto aelewe hili sisi katika tamaduni zetu za Kiafrika na Tanzania, mtoto anapopata kazi, ule mshahara wa kwanza wazazi wanaufaidi. <coughs> hmm. Eh? mshahara wa kwanza, peleke asilimia kubwa kwa wazazi upate baraka, baraka ya kazi. Sa hizo ni baiafanki laiiedat la, la tatu kuimarisha uhusiano kati ya mzazi na mtoto Malaki sura ya nne mstari wa sita. Naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Unapombariki mtoto, moyo wake unageukia kwako, unaelekea kwako, maana naona unamtakia mema. Mbariki mtoto kila mara, kwa hiyo unaimarisha uhusiano kati ya mzazi na mtoto. Kule Ilinga Kuna sehemu inaitwa jiwe linaloongea. Kuna mtu anatoka hivi na hapa kuna mtu kuna mtu wa kabila la wale kama yuko naomba hiyo ndio. Kama kuna mtu anatoka hivi na ndio mama. Jiwe linaloongea kwa kile tunahitaji. Ga ga hiyo. E, ga hiyo jiwe linaloongea. Ga hiyo jiwe linaloongea alienda kule kwenye sehemu inaitwa jiwe linaloongea, akapiga kelele, akasikia kelele hizo hizo. Hivi sema Shanje, akasikia sauti Shanje pumbavu, akasikia sauti pumbavu. Akarudi nyumbani, analia, anamwambia baba, kuna mtu amenitukana. Akasema kutukana mna gani? Akamwelezea. Ah, akasema bwana, mtoto wangu, njoo turudi, njoo turudi. waliporudi

mimi ni mwema mungu anampenda watu wanampenda nitatoboa nitafanikiwa nitatajirika mimi ni mstahili mimi ni jenamekogofamaishe lumbe ya kujidhibitisha ya kujidhibitisha naye, eh, naikatikie, najibariki. Wewe ni nani? Bikira Maria mona alisema hivyo, vizazi vyote wataniita mwenye heri. Anajibariki, nawe ujibariki. Kitabu cha Yoeli kinasema aliye dhaifu aseme mii ni shujaa, aliye dhaifu aseme mimi ni shujaa. numana no. no, ka Yesu alimwita Petro mwamba ingawa alionekana mara tatu alimuita mwamba, akambariki, akamprogramu. Naomba nawo jiprogramu, ujibariki. Tumsifu Yesu Kristo, yeah. <coughs> Tumemaliza hiyo.